Mwanaume anayefahamika kwa jina la Ally Mkii mkazi wa Msongola wilaya ya Ilala jijini Dar es Salaam, ameitaka hospitali ya Aga Khan iliyopo jijini humo imlipe fidia ya shilingi bilioni moja na milioni mia mbili kutokana na madai yake kuwa mtoto wake amekatwa mguu wa kulia kwa uzembe katika hospitali hiyo. Kupitia shauri ambalo Ally amefungua linalohusiana na madai hayo katika Mahakama Kuu ya Tanzania, masijala ndogo ya Dar es Salaam, anadai kuwa baada ya mtoto wake kuumia mguu kwa kujikwaa akicheza na wenzake, alifikishwa katika hospitali hiyo na kutibiwa mguu huo, lakini siku chache baadaye mguu huo ulitakiwa kukatwa kwa madai ya kuwa ulifungwa vibaya na damu kushindwa kupita kwenye mishipa. Aidha, baada ya shauri hilo kufika mahakamani hapo, mawakili wa Aga Khan wamewasilisha mapingamizi kuwa shauri hilo liondolewe katika mahakama hiyo ili likafanyiwe kazi kwenye mabaraza yanayohusika na taaluma ya utabibu. Na kwa upande wa mahakama hiyo, imetupilia mbali mapingamizi hayo na kueleza kuwa kilichowasilishwa mahakamani hapo ni madai ya fidia yanayotokana na madhara. Naitwa wakili Pasensa Dickson Kurubone ali Salum Mkii uh, katika shauli ambalo amefungua katika mahakama hii dhidi ya uh, uh, Aga Khan Hospital pamoja na daktari ambaye anafanya kazi katika hospitali hiyo kama mwajiliwa, kwa maana ya kwamba hao ndio ambao wamefanya madhara kwa mteja wangu ambao kimsingi, uh, mteja wangu anasimama kama, kama mlezi au guardian wa mtoto aliyefanyiwa madhara ambaye ni mtoto mdogo ambaye wakati madhara yanafanyika alikuwa na umri wa miaka miwili na hivyo kwa mujibu wa sheria hawezi kusimama yeye. Aa, lazima mtu mzima ambaye ni mzazi anaweza akasimama kwa ajili ya kuleta madai kwa niaba ya mtoto huyo ambaye amefanyiwa madhara. Kimsingi shauri hili linadai juu ya fidia fidia kutokana na madhara ambayo, uh, wadaiwa walisababisha kwa mtoto huyu uh, kwa maana ya kwamba mtoto wakati ameenda kwa ajili ya matibabu kutokana na mambo ambayo wateja wangu wanaona kana kwamba ilikuwa ni uzembe, uh, iliweza kupelekea mguu kukatwa. Sasa katika hali hiyo Uh, hayo ni madhara makubwa ambayo yametokea kwa mtoto kwa kitendo hicho, basi uh, mdai anayo madai ya msingi juu ya kitendo hicho kilichofanyika, ili aweze kulipwa fidia ya kitendo hicho ambacho kinaonekana kana kwamba ni cha kikatili, lakini pia ni kitendo ambacho kitadumu katika maisha ya mtoto huyo, ukizingatia kwamba nakuwa bado ni mtoto mdogo, amesababishiwa jambo la namna hiyo ya kuondolewa mguu wake. Kwa hiyo siyo jambo dogo kwa hiyo kimsingi anaomba fidia kwa ajili ya jambo hilo. Uh, fidia inayoombwa ni fidia, fidia ya shilingi milioni mia saba kama nafuu za, za halisi lakini pia inaombwa milioni mia tano kama nafuu za jumla kwa maana ya mambo ya uhalisia ya usumbufu, mambo yaliyojitokeza kama hayo. kwahiyo ni shilingi milioni mia saba kama nafuu halisi, lakini pia ni shilingi milioni mia tano kama nafuu za jumla au kwa maana ya general damages baada ya kumaliza kuleta nyaraka zetu kwa maana ya madai, na wao wakaleta majibu yao. Majibu yao yanambatana na taarifa ya pingamizi, wakidai kwamba mahakama hii haina mamlaka ya kusikiliza hili shauri kwa sababu ni mambo ya kiutaalamu, pengine ingeweza kwenda kwenye mabaraza yanayohusika kama mabaraza la baraza la waganga la Tanganyika ambao ni MCT. Aa, lakini baada ya hapo tumeweza kuzungumza hiyo kesi na tuifanya kwa njia ya maandishi. Baada hapo tukaweza wakaleta kuleta sababu zao na sisi tukazijibu, lakini basi leo mahakama imeweza kutoa maamuzi yake kwamba mahakama hii inayo mamlaka kusikiliza shauri hilo, kwa sababu hayo yanayoyazungumza kwa habari ya MCT na mengine kama hayo, hayana uwezo wa kusikiliza kesi za, za, za, za, za madai kwa maana ya madhara kama tort E, zina uwezo kusikiliza mambo yanayohusiana na mambo ya kinidhamu. Hata mambo ambayo tulikuwa tumeomba kama fidia, hayo mabaraza hana uwezo wa kufanya nini, wa kuyatoa. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu sahihi kuleta shauri mahali hapa na mahakama iweze kutupilia mbali hilo pingamizi, na hivyo basi shauri litakuja kwa ajili ya kuendelea kusikiliza, ya kuendelea kusikiliza na shauri la msingi, kwa maana ya kwamba madai yana mashiko na ndio maana yamepokelewa na tasikilizwa katika mahakama hii. Uh, inategemewa tarehe 30 za mwezi wa nne Uh, shauri litakuja kwa ajili ya kongamano la kwanza kwa maana first PTC, ambapo tutakuja kwa ajili ya kufanya kongamano kuona namna gani shauri liende, e, tutakuwa na mashahidi wangapi, lakini pia liwe ende kwa speed gani, kwa maana speed track, lakini pia kuonesha kwamba tuna utayari kwenda kwa ajili ya nini, ya mediation au kwa maana ya, ya usuluhishi ambao ni lazima ufanyike kuonyesha, kwenye, kwenye, kwenye kesi za madai kama hizi, kuona kama tunaweza tukakubaliana nje ya hapo, kama kishindikana tuendelea kwenye kesi lakini tukikubaliana kipindi cha ma, cha, cha maridhiano kwa maana ya mediation, basi tunarekodi au tunaandika tuna ile nani, tunaita ni settlement deed au ni hati ya maridhiano ambayo itachukuliwa kama hukumu, then baada hapo kesi itaisha. Lakini kama tutashindwa kuelewana katika hatua hiyo, basi tutarudi sasa mahakamani kwa ajili ya kuendelea na kesi, ambapo kila mmoja atatoa ushahidi wake na kuweza kuthibitisha hii kesi. Awali baba wa mtoto huyo akizungumza na Gadi TV alieleza kuwa baada ya mtoto wake kusababishiwa madhara katika hospitali hiyo aliamua kuzishirikisha mamlaka mbalimbali lakini hakuweza kupata suluhu ya jambo hilo. Kwa majina naitwa Ally Mkii ni baba mzazi wa mtoto Rahma Mkii ambaye amepata changamoto ya ulemavu wa kuondokewa na mguu mmoja wa kulia. Mtoto Mtoto aliumia katika mazingira ya mtaani hapa nyumbani akiwa katika michezo yake ya kawaida, tukafanikiwa kumpeleka hospitali, hospitali ya Aga Khan e, tawi lake dogo liko Mbagala. Akapokelewa na akafanyiwa kipimo cha x-ray. Baada ya x-ray tukamriwa aende hospitali kubwa ambayo iko mjini baada ya kumfikisha hospitali kubwa ya Aga Khan, wakaamua kwamba afungwe POP ambaye ni hogo. Kwa hiyo hogo ndilo lilopelekea mtoto huyu kupata ulemavu. Walisema amepata mvunjiko mdogo. Kwa hivyo wakaamuru afungwe POP. Na kwa baada ya kufungwa POP, tukaruhusiwa kurudi nyumbani siku hiyo hiyo. Baada ya kurudi nyumbani, tumekaa siku tatu nne, tunaona ule mguu maendeleo yake sio mazuri, tukamrudisha tena pale pale Aga Khan. Baada ya kufika Aga Khan, hatua ya kwanza tulipokelewa emergency, wakasema huu mguu inaonekana ili hogo limebana, kwa hiyo inabidi tufungue. Na huduma ya kwanza tuliyopata pale ni kufungua lile POP. Baada ya kufungua, wakatulaza siku moja, na walishauri vipimo viwili, walishauri kufanya ultrasound lakini pia baadaye wakafanya CT scan ili kuangalia mishipa kama iko salama. Walivyofanya wakaja kunipa majibu kwamba damu inaonyesha imesimama, haina mawasiliano, haiendi, kwa maana mzunguko wa damu pale haupo. Akasema hapa njia ya kufanya tuondoe hiki kiungo, kwa maana ya kukatwa mguu. Uh, sikukubaliana na hilo kwa sababu niliona ni kipindi kifupi sana na sikutegemea ya kwamba yatakuja matokeo hayo. Kwa hiyo tukaomba sisi waturuhusu tuende katika hospitali kubwa ya taifa Muhimbili ili kwenda kufanya uchunguzi zaidi. Tukavutanavutana, baadaye wakaturuhusu tukaenda Muhimbili, na wao baada ya kufanya kipimo wakasema damu hapa haizunguki, kiungo kisha simama, damu ni lazima tukiondoe, tukate, na tukichelewa mtoto anaweza akapotea. Kwa tukaona bora tunusuru mtoto ili kupoteza hicho kidogo. Kwa hiyo akakatwa mguu hospitali ya taifa Muhimbili. Baada ku kupatiwa matibabu Muhimbili, mimi nilirudi nyumbani na nikaandika barua ya kuwaomba hospitali ya Aga Khan nikiamini kwamba mtoto wangu alikwenda akiwa hayuko katika hali mbaya, lakini leo hii amepoteza mguu na maana matibabu yale ndiyo yamepelekea mwanangu apoteze kiungo cha mguu. Kwa hiyo niandikia barua ya kuwaomba, mtoto sasa anapitia kwenye changamoto, atakuwa na gharama nyingi za kimaisha, atatakiwa kupata mguu kila mara. Kwa hivyo niliomba wanisaidie kupata gharama za maisha yake huyu mtoto, lakini barua ile ilipokelewa na hawakuweza kuijibu. Baada ya hapo, nikaona niende wizara ya afya na nilimtafuta Mheshimiwa waziri kwa wakati ule Mheshimiwa Ume Mwalimu akalipa umuhimu wa hili jambo, ikaundwa kamati ya kufuatilia. Niliwahi kuhojiwa na kamati ya wizara na nikapewa mwanzoni barua za kuonyesha jambo linakwendaje, lakini baada ya hapo sasa kukaingia kiza kwa sababu kulichukua muda mrefu sana bila kupata majibu, nini kinachoendelea katika uchunguzi wa jambo la mtoto wangu. Nilifuatilia, nikaenda mimi mwenyewe mpaka baraza, yani baraza la madaktari MCT pale Dodoma nikutana na mheshimiwa pale msajili, nikauliza bwana, jambo langu hapa linakwendaje? Na akaniambia tushalimaliza kulifanya kazi, muda si mrefu tutakupa majibu yako, lakini ilichukua muda sana kila nikiuliza bado sipati yale majibu. Yakaja kutoka majibu baadaye ambayo hayakuwa mazuri upande wangu. Kwa hivyo nikaona hili jambo kwa hali hii na mtoto wangu ameshakuwa mlemavu, lakini nakosa msaada na hata nilikuwa nikimcheki mheshimiwa waziri, si ushirikiano ulikuwa unalegalega, tofauti na ilivyokuwa mwanzo. Majibu yaliyokuja na wewe kuyafurahia, yalikuwa yanasemaje? Asante. majibu yanasema, majibu ya MST baraza la madaktari yanasema e, ni uzembe wa wazazi, na katika uzembe amechambua, anasema, mmechelewesha kumrudisha hospitali, lakini maelekezo ya daktari aliyemhudumia mtoto alitoa wiki tatu baada ya kumfunga ndio arudishwe hospitali. Hilo la kwanza. La pili, a, sisi tumemrudisha kabla ya wiki tatu, kama nilivyotangulia kusema hapo awali. Kwa hiyo inaleta wakakasi, yani, uzembe wangu ni nini? Au uzembe wa wazazi ni nini? Kwa sababu wiki tatu hazijafika, tumemleta chini hata ya wiki moja. Sasa uzembe uko wapi? Kwa hiyo ndio maana nasema majibu yake ni ukakasi. lo moja, la pili, barua ambayo wamenipatia MCT inasema mtoto alipata huduma stahiki kipindi chote alichohudhuria hospitali mara zote mbili alizolazwa hospitalini hapo. Lakini mtoto hakulazwa kama wanavyosema wao. Mara ya kwanza nimeshasema hapo awali ametibabiwa siku hiyo hiyo amerudishwa nyumbani. Amelazwa mara moja ambayo alipoenda kufunguliwa lile POP. Kwa hiyo anapozungumza kwamba mtoto alipatiwa huduma stahiki mara zote kipindi chote alicholazwa pale hospitali, sio kweli. Madaktari wamesema kwamba huyu mtoto atabadilisha miguu ya bandia kwa kipindi cha muda gani? Mm, asante <coughs> mguu atabadilisha mara kwa mara kila baada ya mwaka mmoja lazima abadilishe mpaka atakapotimiza umri wa utu uzima kwa maana ya miaka 18. Na si hilo tu, kubadilisha mguu, hata operation anarudia mara kwa mara. Hivi tunavyozungumza, tayari ameshafanya operation tatu. Kila anapokuwa baada ya miezi tisa au kumi mpaka kumi na moja, unakuta huo mguu alionao hawezi kuvaa tena moja anasikia maumivu na maana mfupa umesha sogea eneo lile ambalo kile kiungo anachovaa, ukirudi hospitali ukimcheki kwenye x-ray unaona mfupa huu hapa unasogea. Kwa hiyo ukichelewa, unafungua mguu, unafungua nyama, unataka una kutoka kule mfupa. Kwa hiyo anarudi hospitali, analazwa, anafanywa operation, anachana nyama, wanafata mfupa, wanakata, wanapunguza mfupa kwa kukata, wanashona anakaa kuuguza kidonda, akipona na arudi tena kuvaa mguu wake. Lakini sambamba na ukuaji huo huo anavyokuwa, ndivyo mguu unavyomwacha. Kuna wakati hata huwa sasa, ukimwona anavyotembea, akuta ule mguu mmoja mrefu mmoja mfupi. Kwa hivyo changamoto ni hiyo paka miaka 18 atimize. Sio kwa tu miguu yake, ni gharama. Kwa mfano, kwa mara ya kwanza mguu tuliupata kwa shilingi milioni mbili na, na nusu mara ya pili tukapata milioni tatu na laki tano na pointi. Kwa hivyo kama unavyosema, kila mwaka natakiwa kubadilisha kwao, na mguu ni gharama kiasi hicho. Kwa hiyo ni, ni changamoto kwa mimi mtu wa kawaida h. Hey, ni Gadi TV. Jina langu ni Aisa Mswe.